Bado kuna changamoto na nashindwa kuelewa kwenye pre-season ni nini ambacho kimekuwa kinafanyika, kwa sababu wachezaji bado hawaonekani uh, kama wameanza msimu mpya. Yani unaweza ukahisi watu wanamalizia msimu. Mimi nitakwambia, mechi ya Simba Day wote tuliona performance iliyokuepo pale mm. Lakini tumekuja tumeangalia mechi ya Dabi, aa, yes, first half walicheza vizuri, lakini second half muda mwingi wali switch off. No. Then tunatoka hapo, tunaangalia mechi ya kwanza dhidi ya Gaborone Away ambayo ya walishinda moja bila. Poor performance. Kila no. mtu alikuwa anajiuliza ili ni pira la namna gani? Hakuna aliyekuwa anaelewa. Wachezaji hawataka kukimbia. Then tunatoka hapo. Tuangalie mechi ya, ya, ya ligi kuu wamecheza vizuri, lakini sio kwa asilimia 100 dhidi yeah. ya Fontaine Gate. Hiyo lazima pia tukili. na timu yenyewe ambao walikutana nayo tunajua matatizo waliokuwa nayo mm -hmm. and then unakuja unarejea kwenye mechi ya jana ambayo pia ni mechi ambayo ilikuwa na ushindani, yeah. kwa hiyo ukiangalia hizo performance zote unaona kwa asilimia mia moja bado Simba hawajawa tayari, na mimi ni nadhani kitu ambacho kinatakiwa kufanyika haraka sana, wanatakiwa kutafuta benchi jipya la ufundi. Okay. Wanatakiwa kutafuta kocha ambaye kwangu mimi atakuwa ni serial winner. Anajua nini maana ya kushinda kwa sababu kuna nyakati unahitaji uwezo wa mwalimu kuweza kuamua games, wachezaji hawajui wafanye nini, mambo yamegoma mm. Lakini kupitia akili ndogo tu ya mwalimu au akili kubwa ya mwalimu inaweza kukufanya ushinde yeah. Then wanahitaji fitness coach. Juzi hapa alizungumza kamanda kwamba fitness coach bado yupo, lakini kwa hichi ambacho kinaendelea na ambacho nilikiona mwishoni mwa msimu yeah. Sidhani kama anatosha, hasi hapo hapo. Ikitokea uh, Simba wamemkabidhi, sasa wanatangaza rasmi kwamba Hemedi Moroko ndio kocha mkuu wa klabu ya Simba kwa msimu wa 25 26 utapata mshtuko. Of course nitashtuka. Kwa nini utashtuka? Na nadhani Simba wanahitaji kocha uh, mwenye levo ya tofauti na Hemedi Moroko. Ndio. Yeah, sure anakwambia. Hapo kwenye levo hapo unamaanisha nini? Manake lazima kidogo tu tuichakate hii kwa kina zaidi. Binafsi nadhani hmm. kocha ambaye Simba wanamhitaji kwanza awe bora tactically. Yeah. Ah, eh, yani anaweza akatengeneza kikosi chake first 11. Game imeanza, mpinzani kaja tofauti, jinsi gani ambavyo ana react mpira ukiwa unaendelea, hapo ndo kuna changamoto yangu. E, tumeingia plani yetu ni kuposesi mpira, mm. Lakini mpinzani kaja anapiga mipira mirefu, si ndio? tuna tuna change vipi, tuna switch vipi, ili kukabiliana na mpinzani. Hapo ndo huwa tunapima mwalimu, kwamba nimeingia na plani hii, lakini nimekutana kitu cha tofauti, na change vipi na react vipi. Hapo ndo huwa nampima mwalimu. Kwa hapo mimi kwa Morocco bado changamoto na changamoto naye, na ndo pale naamini kwamba Simba bado anahitaji tactician mwingine ambaye ana uwezo wa kuseti timu inayoanza lakini akarati kadiri mchezo unavyokuwa unaendelea lakini, kitazama lile kundi la Simba lina wachezaji wengi wenye vipaji, wachezaji wenye umri mdogo, wachezaji ambao ni masinia. Hilo kundi ni, ni, ni kundi kubwa na, na, kuna wachezaji ambao wana ego, nahitaji pia man management. Kwa nini? Nimekuambia Simba wanahitaji serial winner. Serial winner ni kocha ambaye atakaa kwenye dressing room, atamwambia Rusha in the Rock, umecheza Mamelodi, utaniambia nini? Mimi nimeshinda labda nikiwa Belgium, utaniambia nini? mm. mimi nimeshinda Yaani, kocha ambaye anajua nini maana ya kushinda na ameshinda, ana uwezo wa kuwa juu ya kila mchezaji na anajua njia za kushinda. Siliowina namaanisha kwelikweli. Kwa hiyo nadhani Simba wakipata huyo mtu ambaye man management yake iko superb, lakini pia tactically yuko vizuri yeah, I think wanaweza wakafanikiwa, and then fitness coach, hivyo vitu vyote nivyo vitajwa, nahitaji kuwa na wachezaji ambao wako fit. To me, Inawezekana fitness coach aliyekuwepo na Fadru alifanya kazi yake vizuri msimu uliopita, lakini msimu ulipokuwa unaelekea ukingoni pale mm, ilianza kuona madhaifu, wachezaji walikata upepo kweli kweli, yeah. na sikuona kama wana recover match baada ya mechi, and then tunaangalia msimu ambao umeanza, wachezaji wamepumzika, wamekwenda pre-season, lakini bado wamerudi wakiwa wako down dhani, na ekuja, na kwa nadhani mwalimu mpya anayekuja nadhani atakuwa kuambatana na, na fitness coach mwingine. Okay, sawa sawa Kamanda, ni wakati wa kuanza kumhukumu Moroko kwa sababu ni mechi yake ya kwanza ameisimamia Simba, lakini hapana. hapo hapo hapana, hmm. Yes kabisa, wakati mwingine pia nyiwa wachambuzi mnazungumza kwamba mwalimu mpya anapokuja basi wachezaji wanaamka, tunafahamu hata huko barani Ulaya hivi vitu vinatokea hmm. sana, kuta wachezaji wanacheza eh, kulingana pia na ujio wa mwalimu mpya. Sasa ujio wa mwalimu mpya kuna mawili, namna gani anakwenda ku kuwatengeneza kisaikolojia ili kuwatoa kwenye ile dhana ya kwamba mwalimu mkuu aliopo ameondoka. Sasa mimi nipo twendeni, hmm. Tukacheze hii game lakini hmm. Ukitazama kwa mechi ya jana, unaweza ukaviona hivyo vitu kwamba Simba ilikuwa juu ama ilikuwa kawaida tu no. Mechi ya jana ilikuwa ni mechi ya wazi ambayo timu zote mbili zilikuwa na equal chance ya kushinda yeah. na ni mazingira ambayo yanatokea kwenye mchezo wenyewe. It's not down to kitu ambacho Moroko ange alifanya ama akufanya kwa sababu ya mazingira yaliyoko uh, lakini pia it's not down to fitness as Hans uh, anavyosema. Pia unajua kuna muda tuna lazima tukubali na kuappreciate kwamba bwana, hii ilikuwa ni mechi ngumu, kwa sababu wa watanzania tunajiwekea kichwa, kichwani, kwamba Simba akiingia uwanjani timu yoyote ile inayocheza nayo, lazima wa dominate. Mchezo hauwezi kubadilika tu wenyewe. Um, Yanga akiingia uwanjani akikutana na mtu lazima amdominate, lazima amiliki, lazima, uh, mpira kwa asilimia themanini lazima watengeneze big chances kumi ama ngapi. Lakini football kiuhalisia inapochezwa uwanjani mara nyingi sio hivyo. Uh, unapozungumzia eneo la tactics kama ambavyo wamezungumza kwa kuhusu Hemedi Morocco mm kama za kocha ambaye yuko pale kwa mkataba wa mechi moja ya peke yake And is there kukaa kwenye bench tu kuliongoza benchi la ufundi kwa sababu kocha ambaye angeweza kukaa ambaye ni Selemani Matola ana kadi nyekundu kwenye mechi iliyopita. Uh, you have a coach ambaye ameondoka kama Fadlu na benchi okay, lake lote la ufundi. Kwa hiyo anahitajika mtu ambaye kwa haraka ile ambayo mechi ilikuwepo atakuja kuiongoza timu siku ya mechi. So hata kama Emedi Morocco angekuwa amepewa hii timu permanently, bado muda ambao amekaa na ile timu hautoshi yeye kujifunza kuhusu wachezaji wote na within five days mm. Akawa ameweza kuwapa tactical blueprint ambayo hata inaendana tu na falsafa yake. Yaani hata kwa mfano angekuwa Pep Guardiola ndio yuko kwenye nafasi ya Emedi Morocco tusingeona uh, ile beautiful football ama zile pasi kwa mujibu wa falsafa ya Pep Guardiola kwa sababu ya muda ambao amekaa na hii timu. Sawa. Na lazima tukubali kwamba Simba wanapitia crisis. Wanapitia crisis ambayo it's not their fault, sio wao walioitengeneza, na ndiyo imesababisha haya kwamba una kocha ambaye ameondoka, maanake kama Fadlu pengine angekubaliana na timu kwamba bana, mm. mimi naondoka lakini naondoka labda baada ya mechi ya Gaborone. Yeye ameondoka baada ya mechi ya kwanza, ameiacha timu katikati ya vita. Kwa hiyo, this is not an ideal situation ya kocha yoyote yule kufanya kazi na uwezi, uwezi kuniambia kwamba Morocco hata angekuwa Sir Alex Ferguson au Sven Wenger, there's no way anaweza kumotivate wachezaji ndani ya wiki moja, alafu hao wachezaji wanajua kabisa kwamba huyu mtu ataondoka, atakuja mtu mwingine, maanake unajua wachezaji ni watu wakua, wakua, wakupewa direction, sawa. Fadlu David amekaa na timu kuanzia ilikofikia msimu uliopita mpaka uh, preseason, lakini baada ya mche, kabla ya mchezo wa kwanza wa ushindani wa, wa, wa timu ameondoka amekwenda kwenye timu nyingine. So yani, hawa wachezaji especially timu ambayo ina kundi jipya la wachezaji ambao wengi wanaingia kwenye, kwenye kikosi cha kwanza, mm. There's no way hii timu inaweza ikacheza vizuri, sawa kiingia kwenye issue ya fitness kama ambavyo Hans alikuwa anasema. Ndio. Uh, nadhani macho tu hivi yanaweza kupima fitness, yes. Lakini at what level ya precision ya kupima hiyo hiyo hiyo hiyo fitness. Ndio. Na katika uhalisia upi? Wewe umeonaje? Najua, no, kwangu mimi hawana shida ya fitness. Okay. Hawana shida ya fitness fitness, okay. Hawana shida kwa sababu gani? Wanaweza wakawa na shida ya ya ya motivation, sio sio sio issue ya fitness, ndio Unajua, kihalisia kabisa, labda wachezaji wa, waanze kutapika uwanjani ama waanze kushika magoti, magoti dakika tano, you can say kwamba this is a fitness issue. Lakini uh, kwa mfano, kwa mtu aliangalia mechi ya Jumamosi kati ya Man United na Brentford, you guys want to tell me Harry Maguire hana fitness kwa sababu alizidiwa mbio na, na, na, na yule Thiago wa Brentford? Hapana, he was beaten in a foot race, yeah, sure. na, na hiki ni kitu ambacho ukicheza mpira U, hata ukiwa fit you can be beaten kwenye yeah. Sawa, mm -hmm. yani yani, e, eneo gani ambalo unacheza e, yani, mm -hmm. yani mazingira ya mchezo. Sawa, mm -hmm. Ukiangalia kwa mfano nilikuwa na nilikuwa napima mimi maoni ya watu Ukwa naangalia post za Jumaayo kwa mfano, alikuwa di, di ruk, kwamba, a, a, anapitwa, uh, anasema kuhusu Rushin Diruk kwamba anapitwa, anasema kwamba hii team labda uh, watu wako slow ndio maana anasema um, anasema kwamba hawana fitness kwa mazingira yaliyoko kwenye kwenye timu. Mm. You have a coach ameondoka, una kocha ambaye amekuja uh, uh, naye anafanya kazi kwa wiki moja alafu ataondoka. Ni rahisi sana kwa hii timu kuwa demotivated. Kwa sababu mnajiuliza uh, utakuongeza kitu. No, endelea kama endelea endele, endelea. Unajiuli, unajiuliza kwamba wewe kama mchezaji, kwamba bana yani kuna vitu vingi vina going through your mind. Mm. Kwa hiyo kuipata ile motivation. Kwamba bana, he, hebu ngoja nienda nikapambane na huyu mtu. Sio jambo siyo jambo jepesi kama ambavyo unasema, lakini ab, a hundred percent, it's not an issue ya fitness kwa sababu hawa wachezaji wote wana uwezo wa kiushindani wa kucheza dakika 90 and beyond. Na ukiangalia hebu e, tuangalie mechi kwa mechi, sawa. You have mechi ya bonanza dhidi ya Gormahia. Mimi sikuona chochote ambacho unaweza ukasema kwamba hawa watu wako fit kwa sababu mm. It was an exhibition match ambayo wachezaji kwa maelekezo ya kocha kwamba guys hatuhitaji kutoka kwenye gia ya tatu mm. Sawa, so you can say kwamba ni issue hapo hapo. Kamanda, nilikuwa naongezea hapo kwenye mechi ya bonanza yeah. Kutoka kwenye mechi ya bonanza yeah. yeah. Kuja kwenye mechi ya dabi yeah. Mechi za kimataifa yeah. Mechi za ligi kuu yeah. Ama mechi ya ligi kuu moja kuna utofauti hapo, umebadilika kwa, yani baadhi ya ume, ume ume, ume ume, ume no. no. ya wachezaji na namna Gor Mahia, it was an exhibition match, sio mechi ya watu kukimbia, kimbia kukimbia sana, ilikuwa ni mechi ya exhibition na kocha amewaelekeza kabisa wachezaji kwamba guys, tuna mechi ya ushindani siku yeah. mbili baadaye, ambayo ni dabi. Baada ya hapo tunakwenda kupanda ndege tunakwenda uh, Gaborone sihitaji mtu uh, atoke kwenye gia ya pili au gia ya, ya tatu hiyo tu iache. Unakuja mechi mechi ya dabi. uh -huh. Kwa maoni ya watu wengi, Simba walicheza vizuri kwenye dabi, hawakupata matokeo they, they created ya. more chances kuliko Yanga na hata kipindi cha pili hiki ambacho uh, Hans anasema kwamba wali switch off hata kipindi cha pili kile Simba alitengeneza nafasi nyingi kuliko Yanga, kwa sababu baada baada ya Yanga kuwa wamepata hmm, goli they were playing a safe game, na Simba ndio alikuwa na chess mchezo sawa. Kwa hivyo ukiangalia tu dabi ukaia isolate, hapakuwa na kitu chochote cha kukuashiria kwamba hawa watu hawana fitness they went away kucheza dhidi ya Gaborone United sawa. Unajua, unajua, hmm. hmm. hmm, ni, nizungumze kitu kimoja. Hizi ni, ni timu zetu mbili bi no, Simba na Yanga of course sijajua kama tutapata muda wa kuzungumzia ya Yanga, lakini muda utapatikana. Binafsi mimi hizi timu jinsi ambavyo zimeanza msimu sijaridhika kwa asilimia hata sabini no. na nazungumza hizi hivi kwa sababu ya level ambayo hizi timu zimeseti kwa miaka takribani mitano iliyopita. Mm. ni bora tuje hapa tuzungumze ukweli kwa sababu hata wao waliokuwapo ndani wanajua ukweli, timu zetu mbili hazijaanza vizuri lakini yanga, yanga, vizuri haimaanishi kwamba fitness ni tatizo eh of, mimi nadhani nimekuja imekuja nimemeshani kwa yeah, upande wa Simba changamoto yeah. hata aje nani hawezi kuniaminisha kwamba Simba hawana changamoto ya fitness. hata aje yeah. nani kwa sababu naweza kuona okay, wachezaji wako sloppy all the time hawakimbii, wanapoteza mpira, wanaweka pressure. Guys, tusisahau jana Kamara festi amefanya saves tatu za maana bila mpira, nisikilize, sio kwa bahati mbaya. kama alikuwa nafikiwa Simba, Simba walikuwa passive, hata mechi ya Fountain Gate. Nenda katazame hii leo. Juzi tulitoka kumsifia nani, yule mokono iziti, mkono, alikuwa na uwezo wa kuchukua mpira katikati ya uwanja akadrive, akadrive watu wanne watano alifanya, alifanya, alifanya, alifanya, alifanya matukio mangapi kwenye move move moja tu? <laughs> akatembea alifanya hivyo kwenye move moja tu, ya na, mo, move tu ambayo so, so, ambayo zaidi ya mara mbili mbili tatu move moja tu ile ambayo soja zaidi ya mara tuende mbili mara tatu pointi yangu ni moja. Hmm. Hakuna mtu yeyote atakayekuja kuniambia kwamba level ya fitness ya wachezaji wa Simba iko 100%. Yani, huyo mtu siwezi nikakubaliana naye kwa sababu no. Kwa macho ya kawaida unaweza kuona wachezaji hawawezi kukimbia, hawawezi kukava eneo kubwa no. Wako sloppy. Leo unakuja kuniaminisha kwamba fitness iko vizuri. Hizi timu ni za kwetu, tumewahi kuziona zina perform. <laughs> Lazima tuambie ukweli ili wabadilike kwa sababu ratiba inayokuja no. Mbeleni ni ngumu sana okay. Sawa sawa yeah. No. Hans unaamini no. kwamba Simba ina changamoto ya fitness 100%, na hakuna yoyote ambaye anaweza kuaminisha, lakini Geoff anaamini kwamba hawana changamoto ya fitness no. Sasa tuendelee kwenye mechi ya Gaborone, katika hali ya kawaida wamekwenda kucheza dhidi ya Gaborone United. Mimi i keep saying kitu kimoja kwamba this is football okay, inayochezwa uwanjani sio sio bonanza wala sio ndondo Cup. No. This is real football watu wanacheza wa, uwanjani kwa sababu mm -hmm. kuna mpinzani mbele, sawa? na watu wa, wa, wanapaswa kukumbuka kwamba haya ni mashindano ya kimataifa, sio NBC Premier League, sawa? NBC Premier League ina mechi nyingi ambazo Yanga Simba they can win by just mm -hmm. showing up. Sawa. Just showing up to. Una unaokota points zako dhidi ya Fountain Gate, unaokota points zako dhidi ya Mbeya, unaokota points zako dhidi ya Namungo you have to be stupendously bad uhu, drop points dhidi ya yeah. ya, ya, ya hizo timu, lakini unakwenda kucheza na Gaborone United, ni timu ambayo iko well well, well prepared prepared, sio sio unakuja kucheza ile iko, well iko well yes, na na tofauti na Simba haiko well. Sasa hawana kocha, watakuwaje well prepared? So, kwa pre-season, na kocha ameondoka juzi, twende twende taratibu basi. Mechi ya kwanza ya Gaborone hakuwa na kocha, Fadu alikuwepo. Naam. Walishinda Simba. Mpira ulikuwaje? <laughs> Ndio maana nasemaje, uh, yeah, pengine ni objective away moja football. Bila Fadu akiwepo benchi mpira ulikuwaje? Mpira ulikuwaje? Na, na nakumbuka kauli moja Geoff alizungumza mm, kabla hata hawajacheza dabi mm, alisema Simba na Gaborone ni Yes, akili yeah. Kwamba Simba kwenye ubora wake yeah. Yule goli okay, kaa inatosha, kamanda una nafizia, sekunde kadhaa. Una sekunde kadhaa, simaanishi chache, lakini una sekunde kadhaa ili na wengine pia wapate nafasi ya kuzungumza Sikutegemea kwamba Simba atakwenda kumteketeza Gaboroni kama ambavyo labda Hans alitegemea. That was in my expectation, kwa sababu lazima uiangalie ui hali halisi kwa mujibu wa football ilivyo. Sawa, okay, unaenda kucheza na Gaboroni United kwenye mechi ya ugenini. hmm. unatengeneza nafasi kuliko hao, unashinda ile mechi, you take the positives, unaachana una na negatives, kwa sababu against Gaborone United sikuona Gaborone United kama walitengeneza nafasi nyingi kuliko Simba. sikuona kama at any point kwamba Simba walikuwa under threat ya wale jamaa mm, kwamba bwana, hawa jamaa wanaweza wakaifunga Simba mbili moja kwenye mechi and mind no, you we've seen matches kama hizo. Tumewahi kumuona Simba aliye katika ubora wakati ule, kama mnakumbuka, amekwenda kucheza na Lusaka Dynamos akapata draw mm, akaja mm, hapa nako akatoka kwa magoli ya kushinda ile mechi sawa, so,